Lakini mechi ukisoma kwenye on paper mm, unamwona kabisa Yanga ni favorite ya kushinda mchezo sindio? Mm, lakini niwaambieni, moja ya mechi ngumu kuwahi kutokea ni tarehe hiyo 25 kama mechi ikichezwa mm. Dosa umezungumza vizuri kwamba kuna majasusi na umepata taarifa kwamba tarehe ishirini na tatu kuna kambi ya timu moja itavunjwa Tuje kwenye hii scenario, kama ni kweli Simba wamekaa sasa hivi kimya, wakaamua kutokupeleka timu uwanjani tarehe ishirini na tano, hebu tuambie taswira yako kwenye hili, mpira wa Tanzania tunaupeleka wapi? Mpira wa Tanzania unapelekwa wapi? mm. Hapa tulipofika panatosha na hakuna mabadiliko kwenye mpira wetu zaidi ya haya tulipofika, kwa sababu haiwezekani chama cha mpira wa soka Tanzania kinashindwa kuendo mchezo mmoja haiwezekani chama cha mpira wa soka Tanzania kinaamua kuwa favoriti kwa vilabu viwili. Wewe unadhani mpira utakwenda wapi? Zaidi kwa Yanga na Simba, na ndio maana kwenye ligi yetu ni nadra sana kusikia Yanga anafungwa, Simba anafungwa na vilabu vingine ukosoa. Sijui mnanielewa, mnanaelewa? Kwa sababu watanzania wameaminishwa kwamba ndani ya Tanzania vilabu ni viwili. Watanzania wameaminishwa ndani ya Tanzania anastahili kuchukua ubingwa ni Yanga. Sijui mnanielewa vizuri. Mpira unapokwenda hapa, ndio umeshafika mahala pake. Mwaka huu tumeshuhudia mzozo kwa upande wa Yanga, mwaka ujao tutakwenda kushuhudia mzozo kwa upande wa timu Tanange upo? Nipo kabisa. Unataka kusemaje? Nataka kuuliza kitu kingine hapo. E, kama Simba wataamua kuchukua maamuzi magumu kama hayo, wewe unaona watakuwa sahihi ama inabidi kipigwe tupate bingwa? <laughs> tabia za kurwa zinafanana na za doto. Hili sakata naloendelea Simba tajibu, sakata naloendelea Simba tajibu iwe ni kesho iwe ni kesho kutwa, lakini simba atajibu. Picha zilitembea kabla ya barua kuonyesha viongozi mbalimbali wa simba na Young Africans Ikulu wakiwa na mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, ndicho kitu kinatupa matumaini kwamba dabi lazima ipigwe. Picha kabla ya taarifa kutoka, mchezo umepelekwa mbele, zilianza kusambaa kwanza, natumai uliziona Nimeziona mm -hmm. Hazina nafasi kuzizungumzia, lakini litosho kusema si picha, tumefanyaje? mm. Tumeziona baada ya picha, tukaona taarifa kutoka kwa bodi ya ligi, ndo maana nikasema mm. Bodi ya ligi, shirikisho la soka Tanzania, TF limeshindwa kusimamia mpira wa miguu na hii ni sahihi kwa upande wako Dosa? Kufikia hatua mambo mengi wamekuwa wanashindwa kuyahendo na kupeleka kwenye viongozi wa serikali, tuliona walianzia kwa waziri, pia kwenye hili likashindikana, wameenda ngazi za juu zaidi. Unadhani ni sawa kubaki na viongozi ambao wanashindwa kuhendo haya mambo? Mimi kwangu mimi, niwe muwezi, niwe mwazi na niwe mkweli, kanuni na sheria ndo zinazoongoza mamlaka husika Sio busara kwa sababu leo tumeona timu moja imepata busara, si ndio? Je, yeah, timu nyingine kule chini itapata busara. Lakini pia wanahabari, mnatakiwa mjiulize, kwa nini busara itumike kwa vilabu viwili, si ndio? mm. Vipi kuhusiana na wale yani, mimi kimtazamo wangu mimi, palikuwa ina haja kuweka timu kumi na nne zishiriki ligi kuu. Tulikuwa tuna nafasi tuweke tu fainali moja, Yanga na Simba, nani atachukua ubingwa wa kwanza? Ligi hiyo imeisha. Haiwezekani, haiwezekani mechi moja. Shirikisho lina watu zaidi ya hamsini wanashindwa kutatua mechi hiyo. Watu wanaenda kufukuzwa kazi pasipo sababu za kimsingi, lakini ni kwa sababu wenye vilabu vyao Yanga na Simba wanahitaji matakwa yao. Sasa baada, kabla ya kuongea kuhusiana, tumalizie na hili. Nimepita katika mitandao, nimeona klipu yako kazungumza kwamba kama unaamini dabi tarehe 15 hakuna ee, basi usije uwanjani. E, ni kama anakurushia ama anakujibu kwamba baada ya kupelekwa tarehe mbele akaamua ifufue. Mwanachama mwenzako na mshabiki mwenzako wa Young Africans. Ni rafiki yangu eh, sana Yaani, moja ya mashabiki wa Yanga na wanachama wa Yanga nene, mkubali ni Kevo, nisiwe muongo, lakini Kevo alishindwa kunielewa. Inawezekana ikawa ye yupo kwenye wale daima mbele nyuma mwiko. Sisi Yanga tupo makundi mawili mm, Yanga, Yanga tupo makundi mm, mawili Yanga African Sports Club Alafu kuna Yanga daima mbele nyuma mwiko. Kuna utofauti gani hapo kwa sababu hiyo ni slogan yenu. Na nyinyi ndio klabu yenu. Nimesema hivi um. daima mbele nyuma mwiko yuko na Soro um. daima mbele nyuma mwiko yuko Kizinga um. daima mbele nyuma mwiko yuko Uchebe um. na wenzake wa makumbusho kina Mwalimu Nyanga <squash> <chưa mininata>. <surface> <Melanie>, lakini Kaivo ni nimwambie, um, mimi nilisema mechi ipo tarehe kumi na tano kwa sababu nilikuwa na wajua viongozi wa bodi ya ligi hawana mamlaka kuahirisha huu mchezo. Anijibu nani aloahirisha umchezo mchezo, ni bodi ya ligi au ni mamlaka husika? Sijui manaona vizuri, lakini Watanzania Tanzania, niombe bodi ya ligi, Watanzania bado wana shauku ya kujua ni sababu zipi mlizozitumia kuahirisha mechi ya tarehe kumi na tano. Tarehe nane mlisema wazi, tarehe nane. Nawakumbusha ndugu zangu wa Bipo TV na wa Bipo, Divina, Mtanange mm. tarehe kum... tarehe nane walisema kulikuwa na uvunjifu wa amani, bodi ya ligi yao mm. wakaja wakasema kulikuwa na viashiria vya rushwa. Kweli sio kweli, si ndio? mimi mm -hmm. Nakumbukumbu kichwani. Watuambie tarehe kumi na tano palikuwa na viashiria gani kwenye mchezo kwenye mchezo tu? Kwa sababu klabu moja imewekeza nguvu kubwa kwa kusema lazima waondoke, lazima mechi iahirishwe. Sasa, wapo wachambuzi ambao wanaonekana na kwenye hili walikuwa wanatetea na wanaonekana wameibuka mashujaa. Wachambuzi, natumai unaona picha zao zinatembea kwamba ni mashujaa katika soka la Tanzania hawa wachambuzi natumai unawajua. Ni kweli eh? hawa wachambuzi ambao wanatembea katika mitandao ya kijamii ni mashujaa na wameokoa mpira wetu wa Tanzania, baadhi ya wachambuzi. Mpira wetu wa Tanzania bado haujaokoka, wala tusidanganyane. Hawa wachambuzi, ni kwa nini wanapostiwa kama mashujaa Ma? wachambuzi wa Tanzania wameshagawana viabu vyao mm, yaani leo mchambuzi wa Simba anaitetea Simba yake, mchambuzi wa timu nyingine anaitetea timu nyingine. Ndio maana nikasema mpira wetu haujaokoka. Kama mpira wetu umeokoka, wachambuzi wanaosema wameukomboa waje watuambie ni kanuni gani, ni sheria zipi zimetumika kuahirisha mechi kutoka tarehe kumi na tano kwenda ishirini na tano. Wachambuzi, Dosa, naomba rudia, watuambie mm. Kama wao wanavyosema mpira wetu wa Tanzania umeacha maji, umeokoka, si ndio? mm. Watuambie tu ni kanuni zipi na ni sheria zipi zimeuondoa mpira tarehe kumi na tano kupeleka tarehe ishirini na tano. mm. Sijui mnanielewa? Mm. Mpira wetu unaenda gizani kwa sababu ya watu fulani. Mpira wetu unakwenda gizani kwa sababu ya watu fulani. Dosa, Young Africans wanaonekana kufurahia kwenye hili na kuona kwamba mapambano yao yamefikia hali ya ukomo na wamepata uchukua wanakitaka. Kilichoshinda hapa ni mpira wa miguu. Kilichoshinda hapa ni sheria na kanuni ama kilichoshinda ni nini hasa? Mpira wa miguu haujashinda. Sheria na kanuni hazijashinda. Tuwe tu wa kweli, kuna mtu ndo ameshinda kwenye hii vita, kuna mtu kashinda. Basi mpira haujashinda, sheria na kanuni za mpira wetu wa Tanzania haujashinda, ila kuna mtu maalumu ndio ameshinda kwenye hii vita, na hii yote ni kwa sababu tumeshajiwekezea nguvu kwenye vilabu hivi. Kwa hiyo mimi nataka kusema jambo moja Tumehakikisha Almas Kasongo ameondoka, tumepambana, tumehakikisha Mzee Mguto ameondoka. Na mi niwambia, Mzee Mguto natoka naye mkoa mmoja. Binafsi mi nimeumia sana, binafsi kuondoka kwa Mzee Mguto nimeumia sana, mmoja akiwa kama wanachama mwenzetu, adai angafika ameondoka kwenye madaraka, lakini akiwa kama mwanatanga mwenzangu, lakini pia lazima mkubali mwelewe, ligi yetu kwenda nafasi ya nne kwa ubora kwenye bara la Afrika ni jitihada za mzee Mguto. Tumeondokewa na mtu sahihi kwenye mpira. Timu yetu ya taifa kwenda kucheza mashindano ya Afkoni back to back ni jitihada za Almas Kasongo na mzee Mguto. Mnyonge mnyongeni, yake yake mpeni. Mzee Mguto tutamkumbuka sana, Almas Kasongo tutamkumbuka sana, nami niwaambieni mm. Tutawakumbuka sana hawa watu, lakini kama wana watu wao wanawaamini watakuja kutuvusha kutoka nafasi ya nne kwenda ya tatu, tunawasubiri. Asante.